karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo ni Jumatatu, juma la 34 kipindi cha mwaka C wa Kanisa. masomo ya leo, somo la kwanza, somo kutoka kitabu cha nabii Danieli, sura ya kwanza, aya ya kwanza mpaka ya 6 ya nane mpaka ya ishirini. Na somo la injili kutoka Injili ya mwinjili Luka sura ya ishirini na moja aya ya kwanza mpaka ya nne. Karibu tusikilize Injili. Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka. Yesu aliinua macho yake akawaona matajiri wakiti wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina. Akamwona mjane mmoja maskini akitia mle senti mbili. Akasema, hakika nawaambieni, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote, maana hao wote walitia sadakani katika mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo. Neno la Bwana. Sifa kwako eh, Kristo. Karibu tuweze kutafakari injili ya leo. Ndugu wapendwa katika Kristo, leo tunasimama mbele ya Neno la Mungu ambayo linatupenya hadi kwenye undani wa mioyo yetu. Yesu yuko hekaluni, mahali patakatifu akitazama mioyo ya watu wanaomjia kumtolea sadaka. Anaona matajiri wakipita kwa fahari, wakitoa kutoa kwenye ziada yao, ukirejea Injili ya Luka sura ya ishirini na moja aya ya nne. Sadaka zao ni kubwa machoni pa wanadamu, zinang'aa, zina mvuto, lakini Yesu hageuki kwa sifa. Badala yake macho yake yanamwaokia mtu ambaye jamii haiwezi kumwona, mwanamke mjane mnyonge, asiye na uhakika wa kesho, lakini mwenye imani inayowaka kama mshumaa katika giza. Biblia inatuambia akaona tena masikini mmoja mwanamke mjane akitia senti mbili, ukirejea Injili ya Luka sura 21 aya ya pili. Hizi senti mbili hazikuwa chochote kwa dunia. Zilikuwa ndogo mno hata kuliko samani ya mkate, lakini ndani ya salafu hizi mbili kulijificha moyo uliojazwa imani, upendo, ujasiri na kujitoa. Ndipo Yesu akatangaza maneno yanayopenya vizazi vyote. Hakika, anawaambia, huyo mjane maskini ametoa zaidi kuliko wote. Ukirejea Injili ya ya Luka sura ya ishirini na moja aya ya tatu. Kwa nini Yesu aseme hivyo? Kwa sababu wanadamu huangalia kwa wingi wa kilicho nje, lakini Mungu huangalia uzito wa moyo. Wanadamu hupima kwa fedha, Mungu hupima kwa imani. Wanadamu huona kile kinachoonekana, Mungu huona kile kilichojificha ndani ya roho kama Mungu alimwambia Samweli, kwa mwana, Bwana haangalii kama binadamu. Binadamu hutazama nje, bali Bwana hutazama moyo. Ukirejea kitabu cha kwanza cha Samweli sura ya kumi na sita aya ya saba. Hili ndilo aliliona kwa mjane. Matajiri walitoa bila kuguswa, lakini yeye alitoa kwa kuguswa mpaka ndani ya maisha yake. Alitoa si kile kilichomzidi, bali kile alichokitegemea. Alitoa hakika yake, akamkabidhi Mungu kesho yake. Moyo huo wa kujitoa ndiyo sadaka inayomgusa Mungu, na ndiyo sababu Yesu alimwinua juu ya wanaume na wanawake waliokuwa na uwezo mkubwa kuliko yeye. Katika ukimya wa tendo lake, mjane huyu anakuwa mfano wa Kristo mwenyewe. Yesu alijitoa si kwa sehemu bali kwa yote. Yeye ndiye alisema, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Ukirejea Injili ya Yohane sura ya kumi na tano aya ya kumi na tatu. Vivyo hivyo, mjane anatoa uhai wake ndani ya zile senti mbili. Ni upendo msalabani katika umbo dogo. Ndugu wapendwa, Injili hii inatutia kutazama ndani ya nafsi zetu. Je, mimi namtolea Mungu nini? Ni kiasi au ni moyo? Ni kile kinachobaki au kile kilicho cha maana kwangu? Je, ninatoa ili nionekane au ninatoa ili nimpe Mungu utukufu? Je, ninamwamini Mungu kiasi cha kukabidhi mikononi mwake kile kinachoonekana kuwa kidogo lakini ni kikubwa kwangu? Mwanamke mmoja anatukumbusha kuwa ujasiri wa imani haupimwi kwa ukubwa wa sadaka, bali kwa ukubwa wa moyo unaoamua kusema, ninamtegemea Mungu. Katika maisha yetu ya kawaida, sadaka zetu zinaweza kuwa muda tunaotoa kwa sala, huduma tunaomfanyia mtu anayohitaji, msamaha tunaotoa kwa uchungu, nguvu tunaweka katika porokia tabasamu tunalotoa kwa mtu aliyekata tamaa, au uvumilivu tunautunza wakati wa mashaka. Vyote hivi vinaweza kuwa senti mbili machoni pa dunia, lakini vinaweza kuwa zaidi kuliko wote machoni pa Mungu. Itukuzwe damu ya Kristo! Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Benedict Kenan Nyotoka wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!